Kosa la uhaini nchini Tanzania lina asili ya Sheria ya Kanuni ya Adhabu Penal Code, sura ya 16, ambayo chimbuko lake ni mwaka 1930 wakati wa utawala wa kikoloni wa Mwingereza kupitia The Penal Code Ordinance, 1930. Baada ya Tanzania kupata uhuru mwaka 1961, sheria hiyo iliendelezwa kama sehemu ya mfumo wa sheria za nchi na baada

kufanyiwa marekebisho kadhaa ikiwemo marekebisho ya jumla ya mwaka elfu mbili na mbili. Sheria hii inaeleza wazi vitendo vinavyochukuliwa kama uhaini, ikiwa ni pamoja na jaribio la kumwondoa madarakani Rais kwa nguvu, kuipindua serikali au kushirikiana na adui wa taifa kwa lengo la kuhatarisha usalama wa nchi. Kwa mujibu wa vipengele vya kifungu cha 38 hadi 42 vya sheria hiyo, uhaini ni kati ya makosa mazito yeneyoathiri ustawi na uhai wa dola. Adhabu kwa makosa ya uhaini kihistoria ilikuwa kifo, ingawa mahakama leo inaweza pia kutoa adhabu ya kifungo cha maisha kulingana na mazingira ya shauri husika. Lakini ni kupitisha kwa moja ya majina yaliyosikika kwa makelele makubwa katika historia, na kuna vipengele vinavyozikwa kimya kimya, kana kwamba hayakuwahi kuwepo. Moja ya majina hayo ni Oscar Kambona, mwanasiasa aliyesimama bega kwa bega na Mwalimu Julius Nyerere katika harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika, lakini baadaye akatoweka kwenye simulizi rasmi za taifa alilolisaidia kulijenga. Oscar Kambona alizaliwa mwaka 1928 mkoani Ruvuma, kipindi ambacho Tanganyika bado ilikuwa nchi ya utawala wa Uingereza. Alisomea nchini Uingereza na baadaye akarejea nyumbani akiwa na ari ya kuona nchi yake ikijitawala. Kambona alikuwa mwanafalsafa mwenye ufasaha wa maneno, mchochezi wa matumaini na kiongozi mwenye mvuto wa kipekee, mtu aliyeamini katika uhuru wa kisiasa ulioambatana na uhuru wa mawazo baada ya uhuru mwaka 1961, aliyeteuliwa kuwa waziri wa elimu kisha waziri wa ulinzi na akawa mmoja wa watu waliokuwa karibu zaidi na Nyerere katika kuunda misingi ya taifa jipya. Lakini msemo wa Kiswahili usemavyo, ukweli ukisemwa vibaya hugeuka kosa. Kambona alianza kupinga baadhi ya misingi ya Azimio la Arusha mwaka 1967 akihisi kuwa ilipunguza uhuru wa viongozi na wananchi. Uamuzi wake wa kusema hadharani kile alichoamini ulimgeuza kutoka shujaa wa uhuru hadi mpinzani wa mfumo. Tofauti zake na Nyerere kuhusu Azimio la Arusha zikamgharimu. Aliona sera hizo zinamnyima uhuru wa mtu binafsi, ujasiri wake wa kusema ukweli uliomgeuza kutoka shujaa hadi muhaini. Kwa hofu ya kukamatwa, alikimbilia Uingereza, akiacha nyuma jina lake likitoweka taratibu kwenye vitabu vya kwa miaka mingi simulizi za taifa ziliandikwa kwa mtazamo wa chama tawala, zikionyesha upande mmoja wa ukweli. Kambona, aliyewahi kuwa sauti ya matumaini, aligeuzwa kivuli cha kimya. Leo historia inatukumbusha maneno yake yasiyoandikwa, kwamba uhuru wa kweli haupo bila uhuru wa mawazo. Wakati majina mengine yakiandikwa kwa wino wa dhahabu jina la aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Oscar Kambona limebaki kama kumbukumbu iliyofutika ikingojea kalamu ya kizazi kipya kulirejesha. Na huko ndiko kulikotoka kesi za uhaini. Hii ni ripoti ya Media wa Express na mimi ni Hassan Magulumali.